Hapa katika ofisi ya kanisa ya CAG Kavala Assemblies of God, wa mchungaji kiongozi Matida Mlau, na tumekuja kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana kuhusiana na habari ambazo tumezisikia hapa karibuni kuhusiana na mkutano mkubwa sana wa injili ambao umeandaliwa na kanisa la mahali hapa ushirikiana na vijana wa mahali hapa, na tumeona ni vyema tuja kuzungumza na mchungaji kiongozi wa mahali hapa, tuja kusikia kwamba maandalizi yakoje mkutano umebeba nini na mambo baadhi kuhusiana na huo mkutano. Kwa majina anaitwa Ruswema, Emmanuel. Karibu mama, yeah, mama, tumekuja kuzungumza na wewe kutokana mm -hmm. na habari ambazo tumezisikia huko mtaani, tumeona mabango, tumeona vipeperushi na baadhi ya posta katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba mmeandaa mkutano mkubwa wa Injili ambao utafanyika mwezi huu, na sisi tukaona ni vyema piba tuzungumzie na wewe kuhusiana na hili jambo, ili utupe mawili matatu kwamba nini kinaendelea. hmm. Ndio, asante sana hmm. karibu ndugu mwandishi wa hmm. habari um, kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Matilda Mlau na mchungaji kiongozi wa kanisa ile la Calvary Assemblies of God kituo husika kinaitwa Bethel Centre. Ninashukuru kama sikosei, hii ni mara ya pili sasa mnanitembelea ofisini kwangu mm -hmm. na kufanya mahojiano. Ninakumbuka mara ya kwanza ilikuwa ni kongamano la vijana yeah. na mara hii pia ni mkutano mm -hmm. wa vijana. Actually ninayo kila sababu ya kuona fahari kwa habari ya vijana wa kanisani hapa ni vijana wenye nguvu, vijana wanaojituma, vijana wenye uelewa mm. zamu hii wameandaa mkutano mkubwa mm. na mkutano huo, hakika ninapenda kumkaribisha kila atakayekuwa amesikia tangazo, kuona vipeperushi na posta mbalimbali mbali ambazo zimetawanywa huko mtaani. Ninaamini mm. vijana wanaifanya kazi yao vizuri huko mtaani. Mm. Kwa hiyo ni kweli mkutano utaanza tarehe ishirini na moja mpaka tarehe ishirini na tatu ni siku tatu zenye nguvu mm. wanajaribu kuwaza kwa nini wame wameupa wame, wame mkutano huu jina la ijue kweli ili uwe salama mm. na sikuishia tu kuwaza nilifanikiwa kuonana na uongozi wa vijana mm. ili niweze kupata dondoo kwa nini wameupa jina la ijue kweli nikaja kugundua uh, ni andiko la Kristo wamelikoti. mm -hmm. Kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya nane ule mstari wa thelathini na mbili mm -hmm, ambao unasema nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Nikaja kugundua ujumbe wao unaposema ijue kweli ili uwe salama nikawa najaribu kuangalia, wamewaambia watu wawe salama kwenye vitu gani? mm. Nikagundua kwamba mm. wanawaambia watu waijue kweli ili wawe salama kwenye biashara zao, mm. wawe salama kwenye afya zao, wawe salama kwenye kurithi uzima wa milele, mm. wawe salama hata kwenye ndoa zao, mm. wawe salama kwenye familia zao, mm kulingana na wimbi la misuguano ya kindoa, familia, jamii, biashara na afya kwa ujumla mm. Hakika ujumbe huu unaendana mm. na mimi nina wito kwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa huduma zetu hapa kanisani mm. ya kwamba hakika wakihudhuria mkutano huu hawatakosa kupata kitu chenye msaada juu ya vitu vilivyolengwa. Kwa mfano afya, afya ni jambo la muhimu sana mm -hmm. na watu wengi sana unakuta wamejaribu kila namna kuhakikisha afya zao zinakuwa bora mm -hmm. Lakini kuna vitu vingine sio vya kutibika hospitali yes. Vingine vinahitaji moja kwa moja neno la Mungu mm -hmm. ili lile neno liweze kugusa maisha yao ndipo wao watakuwa salama, kwa sababu jamii nyingi za Kiafrika zimezungukwa na tamaduni za Kiafrika ambazo zingine zinawaingiza watu kwenye vifungo vya maagano mbalimbali mm. So neno la Mungu lina tabia ya kumfungua mtu mm. ufahamu wake ufahamu tu ukipata mwangaza namna hii mm. Uh, huyo mtu lazima atachomoka salama. atakuwa mzima, atakuwa na afya ndio hiyo tafsiri kwamba utakuwa salama, salama. Mm. Ndiyo, karibu ndugu mwandishi. Amina, asante sana mama yeah. Mungu akubariki, naamini kwamba hizo siku tatu zitakuwa ni siku tatu za mapinduzi kabisa. Amina nami yeah. Nichukue fursa hii kukushukuru, kwa kushukuru kwa kukaribisha kuseni kwako mm. na katika kila litakalotokea mm. tutakuwa pamoja naye na tunaamini pia utakuwepo. yeah. Ni sahihi kabisa, mwandishi wangu, habari ni kwamba huu mkutano sitakosa hata Amina, siku moja kuanzia siku ya kwanza ya ufunguzi. Amina. Na mkutano huu utakuwa kwenye viwanja vya kanisa vya Kalvari jirani na maarufu kama kwa Madeje, tangu siku ya kwanza nitakuwepo. Amina. Na pia nichukue fursa hii kuwakaribisha ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, usikose kwa maana tutakuwa na waimbaji mbalimbali mbali, lakini um, kuna masiko kubwa sana ninaliona kwenye maisha ya watu kupitia siku tatu hizi za mkutano wa Injili. Mm. Namna ambavyo vijana wameweka maandalizi. Mm. Niseme, wagonjwa na wenye shida mbalimbali msiwaache nyumbani. Mm. Embu, waleteni eneo la mkutano. Mm. Wataombewa bure, watafunguliwa, wataponywa. Mm. na watabarikiwa. Mm. Asante sana mama. Amina, asante. Amina, barikiwe sana. Karibuni tena, asante. Na huyo alikuwa ni mchungaji kiongozi wa mahali hapa, kama tulivyomsikia, amechukua fursa kuwaalika na kuwakaribisha watu wote, na pia nipende kuwakumbusha kwamba kutakuwa kuna waimbaji mbalimbali ambao wamealikwa kutoka nje mkoa wa Dodoma na wa hapa hapa mkoa wa Dodoma. Hata wengine wengi na kwaya mbalimbali mbali pia zimealikwa. Si, kwa hiyo nichukue fursa hii kukaribisha na kukualika popote pale ulipo. Usipange kukosa. Uje ukutane na ukweli ambao utakuweka salama. Karibu.